Leo naenda kukuonyesha somo zuri sana ambalo utaweza kufanikiwa. Na hili ni jambo ambalo muda mrefu sana nafikiria kukuambia, lakini muda nimekosa, leo nimepata muda. Leo naenda kukuambia odds gani ambazo upaswi kuzifuata na odds gani ambazo ni mzuri na odds gani ambazo zinatoa matokeo. Kwa hiyo takriban, uh, masomo matatu utaenda kuyapata kwenye video hii. Cha msingi Usipitwe na hatua yoyote ya video hii. Na kama ndio mara yako ya kwanza unaingia katika chaneli hii, gusa neno subscribe chini ya video hapo, utagusa alama ya bata. Lakini pia pia comment changamoto ambayo uko nayo au comment kitu ambacho nitakifanyia kazi na kutoa video wakati ujao au kuna kitu kinakukwaza, kuna kitu kiwezi, basi utaniambia kwenye comment nitakutengenezea video wakati ujao tuendelee kupeana elimu sasa tunaanza hapa. Nipo kwenye Flash Score na nimeset hizi timu ziwe na odds, lakini tukishindwa kupata hapa, basi tunaenda kutumia kinaitwa uh, uh, website ambayo inaitwa Forbet. Sasa hizi odds zinabadilika, lakini asilimia kubwa, kuna odds zingine hazibadiliki, lakini pia kuna odds ambazo hata kama zikibadilika bado zinaenda katika msimamo um, ule, ule wa odds sasa odds zenye matokeo, odds za kimtego. Mfano, kuna odds odds odds hapa ya, ya MC Alger moja ya ishirini na nane odds ipo a, na matokeo matatu, yaani yeyote inaweza ikatokea kwamba MC Alger anaweza kashinda a, lakini pia odds kama hiyo ina mnyima huyu kupata matokeo ogenini, kwa hiyo hapo pia utaweza kuona ina mnyima kupata matokeo ya ugenini. Yani, kwa ugenini inabidi afanye kazi sana, au ushindi wake utaenda kwa matokeo labda MC Alger uh, apate kadi nyekundu na labda asiwe tu kwenye mchezo hiyo siku, ndo matokeo yatakuwa vizuri, odds ambayo unaiona hapo. Lakini pia odds kama hii usipendelee kuiweka over. Yani, kuomba magoli mengi, usipendelee sana ukiona tu odds moja ya ishirini iko nyumbani hii eh. Odds moja na hapa, maana yake ni kwamba hii inaonyesha tu kwamba ana possibility kubwa ya kushinda. Kwa hiyo kama possibility kubwa ya kushinda kupata goli moja, pia ni possibility kubwa ya kushinda aa. Kwa hiyo hata kama akipata goli moja, ni bado kashinda. Kwa hiyo ukiweka over, ina maana umefeli e. Kwa haraka haraka sasa tunaweza tukaona kabisa kwamba uh, huyu ana sababu kubwa hii odds ambayo uh, sio odds ngumu sana na nitaenda kukuwekea odds ambazo zimeshachezwa, japokuwa leo mechi chache, lakini na imani tutaenda kufanikiwa. Kuna odds tumeipita hapo mm. ila kwa sababu matukio yake yametokea, unaweza ukasema kwamba ah, hii anyway, ni odds moja ya, ya sitini. Yani ukiona tu odds moja ya sitini ya nyumbani, hii odds ni ndogo sana. Kwa haraka haraka unaweza ukaona kwamba anaweza akashinda, lakini ni miongoni mwa odds ambazo zina matokeo ya tofauti sana. Yaani wanaweza kukufanyia surprise. Unaweza ukafanikiwa kweli, umeona? Lakini pia saa kupata surprise tarajia. Kwa hiyo katika uchambuzi wako ukiziona hizo, mara nyingi matokeo yanakuwa ni magumu, wa nyumbani anapata matokeo magumu. Au inaweza katoka GG, both team to score. Ikaisha kwa sare na sare yake inaweza katoa GG au la akafungwa hata we nyumbani, na ndio maana nikwambia kwa sababu labda tunaona odds zipo lakini hizi hapa, umeona? Na mimi nafanya utafiti, si nimekwambia mfano utafiti huu hapa, unaona? Yani utafiti, unaona mechi hii hapa odds 1.27 imefanikiwa 2-1. hii imetoa magoli, umeona? Lakini tunaenda kuangalia odds 1.60, iko wapi? 1.60, 1.60, 1.60. Moja E. unaona ushindi wake aliopata kapata ushindi, lakini bado ni ushindi mdogo. Lakini pia kuna nyingine hapa, nimeona hapa, naona jienda vizuri, moja sitini. Kuna nyingine nimeona moja sitini hapa, moja sitini, iya sitini na tisa imetoa over, kwa sababu kama hatutaiona basi sio kesi. Okay, si. kama tutaiona sio okay, kesi, ila nadhani utakuwa umenielewa Mm, so lazima tuione mm, na hii somo na nisha kulizungumza. Okay, hii kuna hii ambayo mishinda okay, tuache hapo. Hii odds ipo mara mbili, muone anaweza kashindwa nyumbani ya ugenini, na odds nyingine ambayo ni ya kimtego hii hii hapa nakuonyesha hapa hii odds ni odds ambayo <laughs> ni odds ambazo Yani mi mpaka mwenyewe zinanichanganya muda mwingine, yani zinanichanganya kabisa, na nimejaribu kupinga, nimejaribu kupinga, nimejaribu kupinga hizi odds, lakini matokeo yake yanakuwa ni magumu. Kuna mikeka mingine naweza nikatuma nika, nika tuma, ikachana, inachana lakini mi nafahamu kabisa, ah, hii nimeweka kwa sababu tu ni bahati nasibu. Unajua kuna ule muda unaamini kwamba huyu atashinda tu hata kama odds aliopewa atashinda tu, lakini unaona kabisa odds aliyopewa ni odds zile ambazo tunazielewa za mtego, kwa unakuta unaweka kweli anafeli. Sasa popote utapoona odds moja ya thelathini matokeo yake yanakuwa hivi, moja ya thelathini yaani, moja ya thelathini yaani, sasina moja sasina mbili sasina tatu mpaka arobaini, atakuambia odds moja ya arobaini nakuaje moja, na moja ya sitini ya ugenini nakuaje. Umeona moja ya thelathini matokeo yake ukiona nyumbani anashinda anashinda kwa ushindi wa magoli mengi sana, yani moja ya thelathini ndo tabia yake hiyo. Japokuwa mwingine anaweza timu nyingine anaweza kushinda tu moja bila, lakini magoli yake yanakuwa ni mengi mengi mengi sana ukiona anashinda, lakini odds moja ya thelathini ni odds ambayo ina matokeo ya both team to score mechi nyingi sana both team to score moja ya thelathini ina matokeo ya sare. Moja ya thelathini yani moja thelathini kupata sare ya moja moja mbili mbili ni kitu cha kawaida. Moja ya thelathini yani ni kitu cha kawaida, kwa hiyo both team to score ni kitu cha kawaida tena, nakwambia kabisa. Sare ya sare zake zinakwaga hizi moja ya thelathini, kwa hiyo sio odds ya kupendelea kuipa ishine. Sasa odds ambayo uipendelee sana yani ukiona ukifanya uchambuzi na unaangalia na odds na ni moja ya arobaini ya nyumbani, moja ya arobaini na ushahidi upo hapa. Moja ya arobaini asilimia kubwa zinakuwa zinafanikiwa, moja ya arobaini, ila kwa sababu mpira ndo hivyo, lakini moja ya arobaini asilimia kubwa inakuwa inatoa moja arobaini moja arobaini moja arobaini moja arobaini, kuna hii hii kwa arobaini na saba Amesko. Moja arobaini moja arobaini moja arobaini kuna hii amesko, nakwambia alivosko. Moja arobaini moja arobaini asilimia kubwa zina sko, na hata kama yani potu kama ukiona matokeo yake inakwaga magumu, moja arobaini mara nyingi ni sare. Yani, moja arobaini ni odisi ambayo ni mzuri sana nyumbani kuifata, na odisi nyingine ambayo ni mzuri sana kuifata ni moja ya stini ya ugenini. I say hizo odds mimi nazipenda sana. Mara nyingi zinatoa eh, mara nyingi zinatoa sana sana sana. Na moja ya 30 ya ugenini zinatoa sana. Unaona hizo odds hii, unaona hapa na hii. Na moja arobaini. Yani, unajua kuna vitu vingine, yani mpaka mtu anashangaa tuna feli kwa dini yani hii moja arobaini. Tuna feli kwa sababu kule unaweza kukuta sio moja arobaini, ya yani unakuwa kama unakuchanganya changanya naata kama zikibadilika, lakini sosi yake inakuwa ni moja ya arobaini. Unaweza ukakubadilishia tu kutegemea na kampuni ambayo unayochambua. Hii moja arobaini, naona mpaka hapo tuna moja arobaini mm, ambazo nimekuonyesha takriban nne, hakuna hata moja iliyo iliyo feli, zote zimefanikiwa moja arobaini. Kwa hiyo hiyo ni odisi nzuri sana kuifuata kwenye mechi zako. Kwa hiyo moja ya arobaini no, hii hiyo nyumbani, yani hii ukiwezekana, ndo upendelee sana kuziweka moja arobaini. Ukiona kapiwa nyumbani hiyo, hata kaangalia uchambuzi wake utaweza kuona, na moja ya thelathini ya ugenini, hii inakwaga ni odisi mzuri sana na moja ya stini ya ugenini, yani stini ni stini amoja ya yani stini, stini kuendelea. Sasa hizi za kuendelea za katikati sijafanyia utafiti sana, ila na stini na mbili natoa stini na nne natoa

na anashinda kwa kwa matukio magumu, lakini pia anaweza akafungwa na odds nyingine ya mtego. Ndugu zangu, ndugu zangu, hii odds ambayo unaona wamekuwekea odds moja point kumi, 11, 12, 13, 14 ni ndogo sana, ni ndogo sana lakini odds kama hiyo wamekupa asilimia kubwa ya kushinda, haimaanishi kwamba asilimia kubwa ya kufanyeje, ya kupata magoli mengi kuna matukio mawili utayapata, usijihakikishia kwa asilimia kubwa utapata magoli mengi. Kunaweza ukapata magoli mengi sawa, lakini pia unu, timu inaweza kashinda goli moja tu, lakini mara nyingi zinakuwa zinatoa disi moja ya kumi zinakuwa zinashinda za kuendelea, lakini wamemaanisha kwamba anashinda na sio kutoa magoli mengi. Mfano hii moja kumi na sita hii ni ndogo, ungeweza kuomba vatu, lakini imetoka goli mbili mone

Usijipe asilimia kubwa sana kwamba magoli yanapatikana. Uwezo wangu umeishia hapo kwa kuzifahamu. Uh, next time nitakutafutia tena odds zingine odds zipo, na kuna baadhi ya odds bado sijazimalizia. Kwa hiyo kwenye video inayofuata, kuna odds zingine nitazielekeza. Hakikisha tu una subscribe kwenye channel yetu ili mradi kuendelea kupata update mbalimbali mbali ambazo tutakuwa tunakuletea kila siku. Utaona hii hapa kati sini, hiyo naona ilivyotoa vizuri. Kwa nini odds ukiziona unazifuata, unafanya uchambuzi, lakini kisha ndo unazifuata. Eh, una unazifuata, unazifuata. Asanteni sana mana, mm-hmm. Siku njema.